Akihutubia mikutano tofauti katika vijiji vya Makiungu, Dung'unyi, Ikungi na Singida mjini, Anna Mghwira ambaye anatumia kauli mbiu ya utu, uadilifu na uzalendo amesema upepo mkali uliopo katika mkoa huo, kwa mujibu wa tafiti zilizofanywa, unaweza kuzalisha umeme na hivyo kupunguza tatizo la umeme nchini. Singida ina rasilimali kubwa ya upepo ambao ungeweza kutumika kutengeneza umeme tunavyozungumzia mgao wa umeme, wakati watu wa Singida tunashindwa kufungua macho kwa sababu ya huu upepo, na serikali yetu imeshindwa kuendeleza ule mradi. Si waliuanzisha? Mradi ulianzishwa Kisaki, si ndio? Sasa umeme wa upepo ni endelevu kuliko umeme unaotumia maji, kuliko umeme unaotumia mafuta, kuliko umeme unaotumia gesi. Katika hatua nyingine, akiwa mjini Singida amemtaka rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Jakaya Kikwete na tume ya taifa ya uchaguzi kuitisha kikao cha wenyeviti wa vyama vya siasa nchini ili kujadili changamoto hasa wakati wa upigaji kura na kwamba suala la kukaa mita mia mbili baada ya kupiga kura ni la kisheria na siyo matakwa ya mtu. Sheria ya ya uchaguzi ya Tanzania inamruhusu mpiga kura kusimama mita mia mbili kutoka kwenye kituo cha kura. Tumetangaziwa tukaambiwa kwamba ushindi, matokeo ya uchaguzi yatatangazwa kwenye vituo. Sasa tukienda nyumbani tutashangiliaje ushindi? tutashangilia nyumbani? E, Rais Kikwete kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi aitishe kikao cha dharura cha wenyeviti wa vyama vya siasa wote, na hasa waliosimamisha wagombea ili tukubaliane kwamba sheria ndio inatutaka tusimame mita mia mbili na sio yeye kutuambia na kututisha kwamba eti tukibaki hata tuvumilia. At, nataka nimuulize, atatufanya nini? Kwa sababu sheria hiyo hiyo aliyopitisha yeye kwa mkono wake inasema unaruhusiwa kusimama mita mia mbili. Jambo watu wa Singida, ni vyema tujipange sasa tu wa nchi ndugu zangu wa Singida, watakuja na mbwembwe tuwaulize wale waliotangulia, na bado wanarudi kuomba fursa, walitufanyia nini walipokuwa madarakani? Ni mbaya sana kwa sababu hakuna dispensari, tuna hospitali moja tu ya wilaya, ya wilaya. Nayo ilikuwa ya misheni lakini baadaye serikali ikaja ikaweka mkono pale, kwa hiyo upande mwingine inafanya um, misheni na upande mwingine serikali kwa hiyo jimbo zima lina, lina, lina hospitali moja tu, kwa hiyo ni mbaya sana kwa ujumla. Ni kiripoti kutoka mkoani Singida, ni Deogratius Nsokolo wa ITV.